Mauaji haya yalifanywa jioni ya Mei kumi na nne mnamo mwaka elfu mbili na waasi wa RCD Goma waliokuwa na hasira baada ya kifo cha makamanda wao wawili waliowawa na wapiganaji wa Maimai Mai kwenye barabara inayoelekea kijiji cha Lubakira. Bukuru Rumeneza ni mkazi wa Katogota, anakumbuka. Hakuna nyumba yenyee hawakuingia kama kwenda naua, nilipotezaka shangazi yangu na babinamu na mpaka hivi tungali tunaona, sawa, vitu haviishi juu kila siku ni masasi kila siku ni masasi, hapa kutupatia hata amani maanake wanaenda wanatulilisha na sie wanatukumbusha vile vile mafaa ya zamani. Kinachokera zaidi wakazi wengi wa Katogota ni kwamba kumbukumbu hii ya wapendwa wao inafanyika wakiwa wamekimbia kijiji chao kutokana na vita nyingine vile vya AFC m ishirini na tatu wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda dhidi ya jeshi la Congo, Maimai wazalendo na jeshi la Burundi lililoko kwenye ardhi ya Congo. Mibanga Shingire Mika ni mkazi wa Katogota aliyekimbilia nchini Burundi. Huzuni ni kwamba kwa sasa tunasherekea hii siku tena tukiwa ukimbizini. Hali ya vita imetukimbiza wamoja, tunajikuta tuko Burundi, wengine tunakuwa mahali nyingine nje ya kijiji. Ndio maana tunaomba serikali iangalie namna gani inaweza kuleta amani na hivyo turudie nyumbani kwetu kwa maana tunaishi maisha mabaya ukimbizini, na pia wakati mauaji yanaendelea na hakuna hukumu, hiyo inaonekana kama mauaji itakuwa mingi kila wakati, kwa maana hakuna hukumu ya wale ambayo walifanya ile mauaji. Kwa kawaida, tangu mauaji hayo wakazi wa Katogota huandaa misa na ibada kila ifikapo Mei kumi na nne na baadaye wanatupa maua kwenye mto Ruzizi unaotenganisha kijiji hicho cha Kongo na nchi jirani ya Burundi kwa kumbukumbu -kumbu ya wapendwa wao ambao miili yao ilitupwa ndani ya mto huo usiku ule lakini kwa mwaka huu wengi hawatafanya hivyo. Mulala Ngwasi Delphin ni msimamizi wa kamati ya kijiji cha Katogota anayesimamia maendeleo, kwa kifupi CVD. Anasema wanakijiji wanahitaji amani, haki, dhamana ya kutorudia makosa, lakini pia huduma ya kisaikolojia watu, sababu anajikuta ile mahali za traumatisme, kichwa imevurugika wakati alipoona ile mambo kama na ile, unajikuta mtu anabaki anawaza tu vile vyenyewe vilipitika. Kiukweli sisi tunasema kwamba tunasauliwa government yetu, hakuna hata tendo moja ambayo imepitika hata fi watu wakue kuuliza ni nini iliyofanyika. Hata Umoja wa Mataifa wamebaki kimya, tunaanza kujiuliza kwa nini. Hii rais wetu Felix Tshisekedi amesema juu ya sheria ya mpito sisi tumeisikia tu lakini hatuyaona ina, inatendeka hatutaendelea namna kama na hii wakati yenyewe watu hawafarijiwi kufuatia hali ya vita wakazi wa Katogota wameamua kupitisha siku hii kutafakari kuhusu hali yao popote walipo wengine wanasema wanasubiri umoja wa mataifa kuamuru kuundwa kwa mahakama maalum ya uhalifu itakayojihusisha na kuhukumu mauaji yaliyofanywa nchini Kongo